Karibu, tuangazie nyota ya mapacha zidi ya nyota ya mbuzi. Upepo wa mawazo unakutana na mlima wa nizamu, mchezo wa kasi zidi ya subira. Awali ya yote ni kuombe usabuskribu na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili uweze kupata notifikesheni zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Mapacha na mbuzi ni tofauti kabisa kwa asili. Mapacha ni nyota yenye asili ya upepo huishi kwa kasi, mwepesi wa maamuzi, anayebadilika haraka, na anayetafuta mambo mapya kila siku. Mbuzi ni nyota yenye asili ya udongo, anayefikiri kwa kina, mpangaji wa muda mrefu, mwenye malengo makubwa na anayethamini utulivu. Wawili hawa wakikutana ni kama kimbunga kilichokutana na mlima. Swali ni je, watajenga daraja kati ya upepo wa mawazo na msingi wa malengo? Karibu katika uchambuzi kamili. Tuangazie katika mapenzi. Katika mapenzi, mapacha yanahitaji mazungumzo, msisimko, mabadiliko na uhuru wa kihisia. Mbuzi anahitaji usabiti, maadili ya wazi na mwenza mwenye kuwajibika. Wanapopendana, mapacha huona mbuzi ni mtu wa ajabu, mwenye mafanikio, wa kuvutia kimya kimya. Mbuzi huvutiwa na akili ya mapacha, ucheshi wake na uwezo wa kuangaza mazingira. Changamoto: mapacha anaweza kuchoka na ukimya na ukali wa mbuzi. Mbuzi anaweza kumuona mapacha ni mwepesi mno, asiye na makini na asiye na mwelekeo wa maisha. Wakijifunza kuheshimu tofauti zao wanaweza kuwa wanandoa wa ajabu, lakini ni kazi ya moyo na akili. Tuangazie katika kazi na biashara. Katika kazi, mapacha huleta mawazo mapya kila dakika anaweza kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja na ana ufasaha wa mawasiliano. Mbuzi huweka mikakati ya muda mrefu, hujitoa kwa bidii na hutekeleza kwa nidhamu ya hali ya juu. Wakishirikiana, mapacha anaweza kuwa mchapishaji, mtangazaji au mpangaji wa kampeni. Mbuzi anaweza kuwa mkurugenzi, mwekezaji au msimamizi wa mipango mikubwa. Changamoto, mapacha anaweza kushindwa kufuata mfumo wa mbuzi. Mbuzi anaweza kutoona samani ya ubunifu wa mapacha mapema. Timu yao inaweza kuwa ya mafanikio makubwa ikiwa kuna heshima na nafasi. Mapacha afikiri, mbuzi atekeleze. Tuangazie afya na maisha. Katika maisha ya kila siku, mapacha anapenda maisha yasiyo na ratiba kali, vicheko, safari zisizopangwa na marafiki wa kila aina. Mbuzi anapenda maisha ya mpangilio. Kuamka saa moja kila siku, kufanya mazoezi, kupanga matumizi na kuwa na lengo la kila hatua. Wakiishi pamoja, mapacha huongeza rangi na furaha nyumbani, mbuzi huweka msingi wa usalama, utulivu na mipaka ya wazi. Changamoto: mapacha anaweza kuhisi ananyimwa uhuru, mbuzi anaweza kuhisi hajaheshimiwa au kwamba maisha yamevurugwa. Ili maisha yao yawe mazuri, ni lazima wawe na zoni ya uhuru kwa mapacha na zoni ya utulivu kwa mbuzi. Tuangazie tabia na changamoto. Tabia zao ni kama maji baridi na moto wa chini. Mapacha ni mwepesi wa kuzungumza, mcheshi, mwenye marafiki wengi, lakini wakati mwingine haeleweki. Mbuzi ni mkimya, anayechukua muda kuelewa, lakini anapofungua moyo wake ni mwaminifu wa hali ya juu. Wakiwa pamoja mapacha humfundisha mbuzi kufurahia maisha na kuchukua mambo kwa wepesi, mbuzi humfundisha mapacha kuwa na msimamo na kujua thamani ya kujitoa kwa kila jambo. Changamoto: mapacha anaweza kuona mbuzi ni mgumu na mwenye presha, mbuzi anaweza kuona mapacha ni mtu wa michezo tu. Wanahitaji sana kusikilizana kuliko kubishana, maana kila mmoja ana njia yake ya kuona dunia. Mapacha na mbuzi ni tofauti, si tofauti ndogo bali ni kubwa na za msingi. Lakini ndani ya tofauti hizo kuna fursa ya kujifunza, kukua na kubadilishana hekima ya maisha. Mapacha huleta mwanga na furaha ya sasa, mbuzi huleta msingi na dira ya baadaye. Wakiwa tayari kuvumiliana, wanaweza kuunda uhusiano wa kushangaza, upendo wa maelewano kati ya upepo na mlima. Ushawahi kujaribu uhusiano kati ya mapacha na mbuzi? Ulifanikiwa au ulikuwa mgumu sana? Huo ndio uchambuzi wa nyota ya mapacha zidi ya nyota ya mbuzi. Basi nikusihi usiache kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo, ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, ni kutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwa heri, bye, bye.